Siku chache zilizopita hapa nyuma kumekuwa kuna mvutano baina ya Elon Musk pamoja na, eh, Trump. Mambo ni mengi sana ambayo ameweza kuongelea katika mitandao ya kijamii wakiweza kutupiana maneno hapa na pale na vitu vimeweza kutokea vingi zaidi. Sasa mara baada ya sakata hilo kuweza kutulia kidogo, Elon Musk tunajua kabisa ni mmoja kati ya watu ambao pia wanaweza kumiliki mtandao wa X na vitu vingine kibao na ni tajiri namba moja eh, hapa duniani. Sasa anataka kuleta challenge tena mpya kwenye masuala mazima ya kibiashara kwenye mitandao ya kijamii. Elon Musk ameweza kuthibitisha eh, kuwa atazindua mtandao wake ambao utafahamika kwa jina la XChat, jukwaa eh, la ujumbe ambalo pia linadhaniwa kuwa ni mshindani wa WhatsApp. So WhatsApp waweze kujipanga kwenye masuala mazima ya ushindani na huyu Nikim, mshikaji nikimzungumzia Zuka Zuka au Zuka Baki ambaye anazimiliki hizi WhatsApp, Facebook na vitu vingine. Sasa kwa mujibu wa Musk pia XChat inatarajia kuweza kuanza kutolewa wakati wowote wa ikiwa na kipengele cha kipekee cha uwezo wa kutuma eh, au kupokea simu za sauti au video bila namba ya simu. Ee, bana noma sana. Hii kweli itakuwa na ushindani. Watu wengi sana wataweza kuikimbilia hii. Sasa vipengele ni pamoja na ujumbe unaopotea baada ya muda na uwezo wa kuutuma aina yoyote ya faili, yani faili lolote ambalo pia ulikuwa feri kutumia njia ya WhatsApp. Watu wengi walikuwa nakimbilia sana Telegram kwa sababu kulikuwa kuna uwezo kuna, e, kuna wa kutuma kitu chochote kile. XChat nayo itakuwa ina uwezo wa kutuma kitu chochote kutokea kwenye e, app hiyo. Sasa, ingawa programu hiyo bado haijapatikana rasmi, e, baadhi ya watumiaji wa X e, wanaolipia wa, wa, wa, wa, wanaoli e, huduma ya premium ya jukwaa hilo inaripotiwa kwamba eh, XChat hiyo itaweza kuanzishwa na tayari wameanza kuweza kupata huduma ya XChat. Kuna baadhi ya watu ambao pia wameanza kuanza kupata huduma hii. Sasa Elon Musk bana anataka kuweza kuteka kila nyanja, kila sehemu anataka eh, kuwa ni yeye. Sasa XChat italeta eh, vitu gani kwenye masuala mazima ya mitandao ya kijamii? Ni kweli itaweza kuwa ni mshindani mkubwa wa WhatsApp na watu wengi kuweza kupenda mtandao huo? Acha tusubiri, lakini lakini pia lakini, pia endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii lakini pia kusubscribe, utakuwa umefanya poa zaidi.